Na Runali mefanya kazi kubwa na tunaendelea kuamini katika kazi zenu, lakini pia mmemwajiri mkaguzi wa ndani ila mimi ushauri wangu nikiwataka pamoja na hayo yote Runali, muweze kumwajili mwanasheria kwenye vyama vya msingi. Yapo matatizo mengine, kwa mfano unaweza kuta yapo madeni mengine yanatokana na sababu za kimahakama, aidha kuna mkulima anadai kwa sababu tofauti, lakini anavyoenda mahakamani kule, mahakamani kwa sababu na sisi watu wa ushirika sheria hatuzijui, hatujasomea ushirika, hatujasomea sheria, lakini kule unakuta saa zingine yule anayepeleka mashtaka mahakamani anashinda, na kesi inaweza ikawa kwamba tatizo liko labda milioni tatu, lakini kwa mujibu wa sheria na, na sheria mahakama huaga ipimu Unaweza kukuta leta malimbikizo na gharama za kesi, unakuta kutoka kwenye milioni tatu mpaka milioni kumi hadi 15. Sasa hiyo inasababisha saa zingine kuonekana kwenye vyama vya ushirika vinawadai wenye gharama kubwa, kutokana na kukosa wataalamu wa kisheria. Ningewaomba watu wa chama kikuu uweze kuajili mwanasheria wa ushirika, pale chama kinapopata changamoto za kudai, hasa za kudaiwa, basi tuweze kutumia ule mwanasheria.